Ah, namalizia ngoma hii part 2 yake. Hii part 1 tumeenda kuimaliza hii part 1 ya kushtua hapa. Sasa kuna wengine wakati hapa. Part 1 mtu anakata, mwingine anashika hapa, tunakata hapa zote usijue, tuanze kushika hii ijamaliza hapa, tunapiga hizi mbili. Mbona naweka hii, hii akika unashika hapa paka hapa njama atakuwa ashinde. Hii information, hii paka hapa njama atakuwa ashinde yake, unaenda tukingi igu ule kawaida kala hapa ushika hapa. Katoka na shika hapa, katoka hapa. Basi nafavatu ya kawaida, tumekubaliana hapa kawaida. Unaweza kurudisha kingi huko nyuma, bali imeisha. Mhm, siri ya kwanza ndio kutoka hapa, mshtuo hapo, kaja hapa, kamata hapa akamata hapa akata hapa juu cha so, mwingine anashika hapa, hiyo inamaliza tu. Mwingine anashika hapa inamaliza hapa. Mwingine nashikapsnshkmata anashika hapa unatema, anashika anashika. Mwingine anashika hapa hapa ndani hapa anashika hapa

Mbona tema hapa, atema hapa ino, you know, so nzuri kwasababu utanyonga hapo hmm. Iye kueka huku ndo kubwa kushinda ii sombo hii, so nzuri ii, naeka huku ndo kubwa. Yani ii nemeisha, yani ni matatizo kwasababu machanganyia hapa, ii ndo kidogo afadhali. Hii mm, ndaaza kakimbia kitu tofauti na hapo nakuwa dogo kweli, sheneewa mm, tofauti na hapo nakuwa dogo anakata hapo mm, kata hapo nashika hapo anashika hapo

kishtuka hapa, aina shida hii, aina shida. Ukashika tu hapa ndani, wewe muangalia tu hapa, na kitoka hapa, nashtua hapa, na kitoa huko, narudi hapa, anarudi hapa, unashtua huko juu. Ukipiga kubuti una force king huko, unaona kama hajapiga kubuti, kama kafina. Unapiga hizi mbili, hizi sio vizuri, anapata saa, lakini na mkiweza kimbiza kidogo ndio dambu na tuko hizi, na kwa mwisho wake inshallah. Hmm, ndio jinga komaya.